Idara ya upelelezi imeanzisha uchunguzi rasmi kuhusiana na madai ya simu ya OCS Samson Talaam, mshukiwa wa mauaji ya mwalimu Albert Ojwang kutumiwa kuitisha watu pesa ikiwa mikononi mwa maafisa wa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA. Katika kikao cha mahakama, upande wa mashtaka ulithibitisha IPOA ilituma barua kwa DCI ikiomba kuchunguza madai hayo. Haya yamejiri huku mahakama ikiagiza mshukiwa mwingine polisi James Mukhwana kuzuiliwa kwa siku 21 ili kupisha uchunguzi. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. The letter to the DCI was received. Swala la utumizi wa simu ya mshukiwa wa mauaji ya Albert Ojwang Samson Talam, ikiwa mikononi mwa maafisa wa Aipoa limezua tumbo joto katika kesi inayoendelea katika kikao cha leo. Mawakili wa Talam waliiambia mahakama kuwa simu hiyo iliachwa mikononi mwa mamlaka hiyo, na hivyo uchunguzi unaofanywa na DCI unafaa kuangazia mamlaka nzima the password. Upande wa mashtaka ulipinga kauli ya wakili wa Talaam ukisema maafisa wawili wa IPOA walioshuhudia kuchukuliwa kwa simu ya Talaam wako tayari kutoa ushahidi wao na kusisitiza hakuna aliyehitilafiana na simu hiyo. Mahakama imeagiza kesi hiyo kusikizwa tarehe moja mwezi Julai, ambapo maafisa wa DCI wanatarajiwa kutoa ripoti mahakamani. Huku haya ya kijiri, afisa wa polisi James Mukhwana aliyekamatwa kwa madai ya kuhusika na kifo cha Ojwang atazuiliwa kwa siku 21 ili kuruhusu uchunguzi kamili kufanyika. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.